Na nawashukuru kwa kuifanya kazi hii kwa weledi haidhuru. Katika siku wiki hii e, toka mambo ya uchaguzi e, mambo yamekuwa magumu na mazito wakati mwingine hata e, vyombo vya habari havitoi taarifa za habari e, unakuta tu kwamba hali alimuradi mikua ni e, hali hali nzito, ndugu wana habari kama mnavyofahamu mnamo tarehe mosi Novemba elfu mbili na ishirini na tano tume huru ya uchaguzi na huru ile unaiweka katika eh, ya taifa ilitangaza matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba elfu mbili na ishirini na tano. Tume hiyo imemtangaza Dr Samia Suluhu Hassan kuwa mshindi wa kiti cha urais kwa asilimia 97.66 ya kura halali milioni 32,678,844 zilizopigwa. Huu ushindi uliotangazwa ni mkubwa kuliko ule ushindi wa Dr. John Pombe Magufuli mwaka 2020 ambaye alitangaziwa kwamba amepata asilimia 85. Haidhuru watu walioshiriki katika uchaguzi kidogo ilikuwa kama nadhani asilimia hamsini hivi, na vile vile ushindi uliotangazwa wa Dr. Samia Suluhu Hassan unapikwa hata ushindi wa Mwalimu Nyerere alioshinda wakati wa uchaguzi wa mwaka elfu moja mia tisa sitini na mbili e, wakati tunaingia katika jamhuri na alishinda, alimshinda Zubeli Mtembu wa chama cha African National Congress ANC kwa asilimia 95, na wakati ule wapiga kura waliokuwa wanapiga kura e, hawakuzidi, e, hawakufika hata milioni mbili, e, lakini Mama Samia, e, katika wapiga kura milioni 32 amepata asilimia 97.66. Ni jambo la kushangaza kuona ushindi wa kiwango hiki ukitangazwa, lakini serikali ilifunga intaneti kwa siku nne mfululizo. Shughuli za habari na mawasiliano zilikuwa zimesimama, na hata Mufti wa Tanzania alitoa tamko kuwataka Waislamu wasiende msikitini siku ya Ijumaa, waswalie nyumbani kwa hofu ya usalama. Swali la msingi, kama wananchi wanaipenda CCM na Mama Samia kwa kiwango hichi, ni kwa nini serikali inahofia maandamano na vurugu toka kwa wahuni wachache? CCM inapendwa kweli? Asilimia 97 wamepiga kura asilimia themanini na saba ya watu walioandikishwa kwenye daftari la kupiga kura wamejitokeza kumpigia kura. Halafu pana hofu hata kuapishwa, wameapisha kinyemela bila kuweza kuwakaribisha wapiga kura wanaompenda sana. CUF inasisitiza kuwa matokeo yaliyotangazwa hayawakilishi uhalisia wa kura zilizopigwa, ni matokeo ya kupikwa, yamevunja ya misingi ya haki, uwazi na uhalali wa kidemokrasia. Serikali imepoteza kabisa imani kwa wananchi ndani na nje ya nchi sasa katika uchaguzi huu. Na hili jambo ilipaswa nilieleze baadaye, lakini bidi nilieleze mapema. Kumetokea vifo wakati wa uchaguzi. Taarifa nyingi kutoka ndani na nje ya nchi zinaonyesha kuwa idadi kubwa ya wananchi wamepoteza maisha katika maandamano na vurugu zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi. CUF, chama cha wananchi, kinaitaka serikali kuunda tume huru ya uchunguzi ikiongozwa na jaji anayeaminika ili kuchunguza kwa kina mauaji haya na wahusika wote waweze kuwajibishwa. Ndugu waandishi wa habari, kulikuwa na ushiriki mdogo wa wapiga kura, kinyume na takwimu za tume ambazo zinadai kuwa wapiga kura milioni 32,803,310 sawa na, na, na asilimia 87.13 ya wapiga kura ya wapiga kura wote walioandikishwa walijitokeza, wakati hali halisi inaonyesha vituo vingi vilikuwa tupu. Na katika hili hata taarifa ya watazamaji wa SADC wanaeleza kwamba wamekuta kuna vituo hakuna hata mpiga kura mmoja, na kuna vituo ambavyo askari ni wengi kuliko wapiga kura. Sababu za kuwa na wapiga kura wachache, kwanza, kulikuwa na hofu iliyochochewa na matamko ya serikali na baadhi ya viongozi wa dini kuhusu kulinda amani. Kila saa mtu anasema tulinde amani, siku ya uchaguzi. Watu wakaanza kushtuka, mbona tunapewa kulinda amani kila saa? Mtu anazungumzia kulinda amani, wenda kweli amani itavurugika. Lakini palikuwa na palikuwepo vyombo vingi vya dola ambavyo vilikuwa vinapitapita mitaani ambavyo vilileta hofu kwa wananchi. Pia kulikuwa na kampeni za mitandaoni zilizohamasisha wananchi kutoshiriki uchaguzi huu. Aidha, kampeni ya urais ambayo kwa kawaida ndio inaleta mvuto sana e, katika upigaji wa kura ilikuwa ya upande mmoja, zikitangazwa zaidi na vyombo vya habari vya serikali kwa niaba ya mgombea wa CCM. Wagombea wa, wa upinzani wakiwemo wa CUF hawakupewa nafasi e, katika vyombo hivyo hata vyombo ambavyo sio vya serikali, navyo kidogo vilikuwa vina wasiwasi wasi kidogo, vilikuwa vyenyewe vinafanya self censorship kwamba wakati wowote wa unaweza leseni yako ikafungiwa. Kwa hiyo e, ndio maana hata mpaka hivi sasa, wakati mwingine mimi sina television, lakini napewa taarifa e, wakati ambapo watu wamezoea kutazama habari e, panakuwa na kipindi kingine wakati wa habari. Katika uchaguzi huu chama cha CUF kimeshughulikiwa vizuri sana, kimeshughulikiwa barabara. CUF ilikuwa na wagombea wenye mvuto mkubwa wa kushinda uchaguzi katika majimbo mbalimbali, yakiwemo jimbo la Kaliwa, Mtwara vijijini, Mbagala, Temeke, Handeni mjini, Handeni vijijini, Kondoa vijijini Newala na Nyamba Masasi na Mjini, Liwale, Kilwa Kaskazini, Kilwa Kusini na majimbo mengine. Hata hivyo, vyombo vya usalama na tume ya uchaguzi walihakikisha hakuna mgombea wa CUF anayetangazwa kushinda hata jimbo moja, kasoro katika zoezi zima la kupiga kura. Tume ilitangaza vituo tisini na tisa elfu mia tisa kumi na moja vya kupigia kura. Kwa idadi hiyo waliotangazwa, kila kituo kingekuwa na wastani wa wapiga kura 328. Kuna vingine vilikuwa na wapiga kura wengi zaidi, hapo vingine wachache kidogo, lakini wastani walikuwa wapiga kura 328. Kwa mchakato wa kawaida wa kupiga kura, na mimi nilikwenda kupiga kura kwenye kituo cha Mtongani, shule ya Mtakuja, shule ya msingi ya Mtakuja. Mimi nipata bahati, tuliletewa message kwamba unaweza kutambua kituo chao cha kupiga kura kwa kupiga namba fulani ya simu. Nikapiga namba ile, nikajulishwa kwamba kituo chako kiko shule ya msingi Mtakuja namba 87 Nilikwenda pale, sikupata maelekezo yote, kituo cha asaba kiko wapi. Ilinichukua kama dakika tano kuweza kutambua kituo kilipo. Nilikwenda kwenye kituo, kwa ule utaratibu wa kwanza kwanza unatambulishwa, palikuwa na orodha iko nje, linatazamo jina lako, unaingia kwenye kituo kupiga kura, unapewa daftari ili utambue picha yako, halafu unapewa karatasi za kupigia kura. Ukishapewa karatasi za kupigia kura, unajulishwa kwamba kapige kura alafu ujaze e, katika maboksi haya au katika endoo hizo. Kwa hiyo, kwa kuingia ndani ya kituo mpaka kumaliza zoezi la kupiga kura na kuwekewa wino kwenye kidole inachukua wastani wa, wa dakika tano. Sasa ikiwa kituo kina wapiga kura mia tatu ishirini na nane na kila mpiga kura anachukua wastani wa dakika tano na mimi nilikuwa mwepesi kuweza kugundua picha yangu na kuweza kugundua sehemu zote za kupiga kura nilichukua dakika tano maana yake ukiwa na wapiga kura mia tatu ishirini na nane kila mmoja akachukua dakika tano utahitaji masaa ishirini na nane kuwamaliza wapiga kura hawa. Kwa hiyo hata kama nusu ya wapiga kura hawa wengetokea kwenye kituo, upigaji kura usingeweza kumalizika siku moja. Lakini bila haya, bila haya, na tena hawa ni majaji, wanasema asilimia 87 asilimia themanini na saba ya wapiga kura wamejitokeza kupiga kura, jambo ambalo haliwezekani kwa hali ilivyokuwa kwenye vituo na hali pana. Watazamaji wa kimataifa wamekuja, wa Sadek wanaeleza, wameenda kwenye vituo hakuna mpiga kura, wameenda kwenye vituo kuna polisi wengi kuliko wapiga kura. Halafu tume ya majaji, bila haya, bila haya, wanasema watu milioni thelathini na mbili wameshiriki katika kupiga kura. Ndugu zangu, hili ni jambo la aibu, jambo la fedheha. Watu ambao ndo unadhani kwamba kidogo afadhali wa wamekuwa ni majaji waweze kulinda heshima zao, wanaenda kutangaza uchaguzi matokeo, kama vile mambo yote yalikuwa shwari, hakuna tatizo lolote lililotokea. Iwa Tanzania wenzetu na basi mtu <coughs> nasikitika. Hivi tumefikia wapi? Sisi tumefikia wapi, ndugu zangu? Kuna maeneo ambayo wagombea wetu walikamata kura zinapigwa mapema kabla ya siku ya uchaguzi. Mheshimiwa Mleki alikuwa mgombea wetu ni wala vijijini, aliwafuma makada wa CCM kwenye zoezi la Oktoba tunatiki. Mlikuwa mnaona matangazo Oktoba tunatiki, kumbe ilikuwa una, unatiki hata kabla ya siku ya kupiga kura, amewakuta wanapiga kura. Polisi wakaja, yeye ndio amekamatwa kaka, siku nne jela. Wale waliokuwa wanapiga kura wanaendelea na zoezi la Oktoba, tunatiki na ile zoezi la Oktoba tunatiki lilikuwa linafanyika hata ndani ya vituo vya kupigia kura. Watazamaji wanasema wameona lundo la kura ambazo zinaonekana kama zimepigwa na mtu mmoja. Kuna wapiga kura He? Walikuwa wanalalamika mtu na, analeta nanie kura kumi amepiga kura. Wakala analalamika, anasema jaza fomu. Kuna fomu hapa ya kujaza kulalamika, lakini wendelee kura naendelea kupigwa. Aibu tena watazamaji wamekuja, hawa watazamaji wa, wa, wa Sadeki Tanga wamezuiwa kuingia vituoni, wanaambiwa hawana barua za utambulisho kwamba wawasiliane na wizara eh, ya mambo ya nje, wakanyang'anywa na paspoti. Wameandika kwenye ripoti yao, watazamaji wa Sadek wamenyang'anywa na paspoti, baadaye ndio wakaomba wakarejeshewa. Wao katika utazamaji wanapiga picha kwenye matukio haya yanavyotokea, simu zao zikakamatwa, zile picha zikafutwa, wanaandika kwenye ripoti. Sasa Mama Samia unapokutana na marais wenzako wa Sadeki, uso wako unaufikia wapi? Huna haya? Binadamu gani huna haya? Mwendeshaji uchaguzi, watu wanakuja kutazama uchaguzi, mnakamata pasipoti zao, na hali taratibu za kutazama uchaguzi zimekubaliwa ndani ya Sadeki.